tuelekee afrika mashariki ambako polisi wamelipua mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katikati kati ya jiji la nairobi waandamanaji hao waliokuwa na mabango wanamtaka naibu wa inspekta wa polisi eliud lagat kujiuzulu kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanablogu albert ojwang lagat alitangaza kutoka madarakani kwa muda ili kupisha uchunguzi wa kifo cha albert shisia wasilwa na kina cha taarifa hiyo Waandamanaji katika jiji la Nairobi walijipata wakikimbilia usalama wao baada ya maafisa wa polisi kuwarushia mabomu ya kutoa machozi. Umetoka! Umetoka! Waandamanaji hao, wengi wao vijana, walikuwa wanapanga kufanya maombi kumkumbuka Albert Ojwang kabla kufanya ya kufanya maandamano ya amani hadi bustani ya Freedom Corner. Maandamano yao yanajiri siku moja tu baada ya naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat kuachia madaraka kwa muda ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa kifo cha kutatanisha cha Ojwang. Kupitia taarifa iliyotolewa Jumatatu, Lagat alisema kuwa uamuzi wake umechukuliwa kwa fikra pana na dhamira ya dhati kutokana na uzito wa ofisi yake na maslahi ya umma kuhusiana na swala hilo, taarifa hiyo ilisema, na ninanukuu: nimeamua kujiweka kando kutoka ofisi ya naibu inspekta jenerali, huduma ya polisi Kenya, hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Lakini sasa waandamanaji wanataka ajiuzulu rasmi kwenye wadhifa huo. Wazazi wanalia kila siku kwa mativi, mtoto amepotea, ma mtoto ameuliwa. Serikali yetu itaisha lini hii hali? Tunasema Ojwang bado ni kijana mdogo, ameacha familia changa, na bado alikuwa na very bright future. Wazazi wake wanasikitika na tunasema haki itendeke. Wakati uchunguzi ukiendelea, afisa mkuu wa polisi wa kituo kikuu cha polisi Nairobi Samson Talam na constable polisi James Mukwana tayari wamekamatwa. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi ya IPOA pia imewakamata wafungwa raia watatu Jean Amitu Abwao, Collins Karani Ireri na Brian Mwaniki Njue waliokuwa wakizuiliwa katika kituo hicho hicho wakati wa kizuizi cha Ojwang. Mamlaka zinadai kuwa watatu hao walitumiwa na polisi kumtesa Ojwang, jambo lilosababisha kifo chake. Polisi ni rafiki, kabla sisi hatujawaita marafiki wao washajiita meeting, wakaadmit kwamba wana makosa na mahali tumefika sisi na wao, wao ndo wametufikisha hapa. Kifo cha Ojwang kimezua ghadhabu kote nchini, huku wito uwajibikaji kwa maafisa wa juu wa polisi ukiongezeka. Mwana blogu huyo alikamatwa muda mfupi baada ya kuchapisha tuhuma za ufisadi dhidi ya Lagat hasa kuhusu upangaji wa kimkakati wa maafisa ndani ya idara ya upelelezi wa jinai na vitengo vya trafiki na nafasi zinazohusishwa na udhibiti wa mapato na taarifa za kijasusi wakati huo kamati ya bunge la kitaifa idara ya utawala na usalama wa ndani inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake inayosubiriwa kwa hamu na gamu ikieleza e, matokeo ya uchunguzi kuhusu kifo tata cha Albert Ojwang mwalimu aliaga dunia katika mazingira yasiyoeleweka akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Nairobi Shisia Wasilwa DW Nairobi